Kufikia Disemba 2024 mwaka jana, wateja zaidi ya laki tatu na elfu 80 walikuwa wamefungua akaunti huku tukitoa uwezeshaji wa zaidi wa shilingi bilioni 172. Natambua mchango mkubwa wa benki hii katika uchumi wetu ambapo Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar imekuwa ikishirikiana na, na benki ya CRDB katika maeneo mengi